DW, Habari za Ulimwengu. Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake: viongozi wa mataifa 18 watoa wito kwa Hamas kuachilia huru mateka. Macron anaonya kuwa Ulaya inaweza kuangamia na inahitaji ulinzi thabiti. Ariel Henry ajiuzulu kama waziri mkuu wa Haiti. Habari kamili, Washington Viongozi wa Marekani, Uingereza, Ufaransa na zaidi ya nchi kumi na mbili leo wametoa wito kupitia taarifa pamoja kwa kundi la wanamgambo wa Hamas kuachilia mateka wanaowashikilia. Viongozi hao wametoa wito wa kuachiliwa huru mara moja kwa mateka wote wanaowajumuisha raia wa nchi hizo ambao wameshikiliwa katika ukanda wa Gaza kwa zaidi ya siku mia mbili. Viongozi hao pia wamesisitiza kwamba mapendekezo yaliyotolewa ya kuachiliwa kwa kwa mateka yatasaidia kusitisha vita mara moja na kwa muda mrefu katika eneo hilo la Gaza, kuongezeka kwa msaada wa kibinadamu unaohitajika na pia kuchangia kumalizika kwa uhasama. Viongozi hao wameongeza kuwa wanaunga mkono juhudi za upatanishi zinazoendelea kuwarejesha nyumbani raia wao. Israeli inakadiria kuwa takriban watu 129 kati ya 250 waliotekwa nyara wakati wa shambulio la Hamas la Oktoba 7 wamesalia Gaza wakiwemo watu 34 ambao jeshi linasema wamekufa. Paris. Rais wa Faransa Emmanuel Macron ameonya leo kuwa Ulaya inakabiliwa na tishio kutokana na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, huku akitoa wito kwa baraza hilo kupitisha mkakati madhubuti wa ulinzi ambao hauitegemei sana Marekani. Macron ameutaja mwenendo wa Urusi baada ya kuivamia Ukraine kuwa usiozuilika na kusema kuwa haiko tena wazi ilipo mipaka ya Urusi. Akizungumzia kuhusu utegemezi wa kupita kiasi, Macron amesema kila kitu ambacho ni cha kimkakati katika ulimwengu wetu, tumekabidhi majukumu kwengineko: nishati yetu kwa Urusi, usalama wetu na washirika wetu kadhaa, sio Ufaransa, lakini wengine kadhaa kwa Marekani, na maslahi mengine muhimu pia kwa China. Lazima tuyarudishe. Hii ndiyo maana ya uhuru wa kimkakati. Makro pia alitoa tahadhari kwa kile alichokitaja kama kutoheshimu sheria za biashara kimataifa kutoka kwa Marekani na China, huku akitoa wito kwa Umoja wa Ulaya kurekebisha sera yake ya biashara. Port-au-Prince, waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry leo amejiuzulu na kufungua njia ya kuundwa kwa serikali mpya katika taifa hilo ambalo limekumbwa na vurugu za magenge. Henry alitangaza kujiuzulu kwake kupitia barua iliyoandikwa jana na kutiwa saini mjini Los Angeles nchini Marekani, ambayo imetolewa leo na ofisi yake katika siku ambapo baraza lililopewa jukumu la kumchagua waziri mkuu mpya pamoja na baraza la mawaziri linatarajiwa kuapishwa. Baraza hilo litaanza kazi zaidi ya mwezi mmoja baada ya viongozi wa eneo la Caribbean kutangaza kuundwa kwake kufuatia mkutano wa dharura wa kukabiliana na mzozo unaoendelea nchini Haiti. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya Habari za Ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Minsk, Rais wa Belarus Alexander Lukashenko ameonya kuhusu maangamizi ya dunia yatakayotokana na matumizi ya nyuklia ikiwa Urusi itaendelea kukabiliwa na shinikizo kutoka kwa mataifa magharibi haya yameripotiwa na vyombo vya habari nchini humo. Akihutubia mkutano mkuu wa serikali ya Belarus na viongozi wa viwanda pamoja na maafisa wengine wakuu kutoka kila sekta ya serikali, Lukashenko amesema hatua yoyote mbaya inaweza ikasababisha migogoro ya silaha hadi matumizi ya silaha za nyuklia. Lukashenko ameongeza kuwa mzozo nchini Ukraine inayopakana katika upande wa kusini na nchi hiyo unasababisha tishio kubwa kwa usalama wa taifa lake huku akiashtumu mataifa magharibi kwa kujaribu kuivuta Belarus katika mzozo huo taasisi ya juu zaidi ya kikatiba nchini humo inatarajiwa kupitisha sera mpya usalama inayoelezea upanuzi wa jumuia ya kujihamia NATO katika eneo lililokuwa la kikomunisti la Ulaya mashariki kama hatari kwa amani. Urusi pia inashikilia mtazamo kama huo. Hatimaye Brussels. Bunge la Ulaya leo imekitaka chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD nchini Ujerumani kutangaza uhusiano wowote wa kifedha na ikulu ya Kremlin baada ya waendesha mashtaka kuanzisha uchunguzi dhidi ya mmoja wa wanasiasa wake wakuu kuhusiana na madai ya malipo kutoka Urusi na China. Bunge hilo limekitaka chama hicho cha AfD kufichua hadharani madhumuni na kiasi kamili cha malipo yote yanayotokana kwa vyanzo vinavyohusishwa na, na ikulu ya Kremlin. Wabunge wameunga mkono wito huo kwa kiasi kikubwa katika azimio la kutaka hatua kali zaidi dhidi ya ushawishi wa Urusi unaoshukiwa kabla ya uchaguzi wa bunge hilo mwezi Juni. Hapo jana waendesha mashtaka wa Ujerumani walisema kuwa wameanzisha uchunguzi wa awali dhidi ya Maximilian Krah mgombea mkuu wa AfD katika kura hiyo ya Umoja wa Ulaya kuhusiana na ripoti za malipo ya kutiliwa shaka kutoka Urusi na China. Na huo ndo mwisho wa habari za Ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.